Familia na familia wa Chapesa Media, ni stori ambazo zilitokea siku mbili hizi, ni kuhusiana na dabi ya Kariakoo Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Ni dabi ambayo ilihairishwa baada, sitomfahamu Simba Sports Club, e, Club kuzuiliwa katika dimba la Benjamin Mkapa kutofanya mazoezi. Bodi ya ligi wametoa taarifa ikisema, e, tumehairisha mchezo e, wa ligi kuu soka Tanzania bara, ni mchezo wa 184 Simba dhidi ya Young Africans, si kumbuke, Young Africans ndalikuwa mwenyeji. Mchezo huo ulitakiwa ufanyike jana katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mda huu Young Africans wametoa taarifa kwa umma kuhusiana na katika mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club. Kamati ya utendaji wa Young Africans chini ya rais mwandisi Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi 2025 kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Young Africans unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba Sports Club iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Klabu ya Africans ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama yalivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika kilicho tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Space jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Young Africans na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini, mwamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa na, na kutaka kutumia uwanja wa Benjamin William Mkapa siku moja kabla ya mechi husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi huku akifahamu hakukuwa akufuata taratibu za kupata, kupata haki ya kikanuni kama ilivyo taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi kwenye kuwasilisha msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wara timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanyika kwa ajili yao, na baada ya uwezo wakosito fahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi kugomea mchezo huo kigezo cha kupata nafasi kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa huku ukielekewa dhahiri kwamba hakukuwa wamefuata taratibu, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo. Baada ya tamko hilo la klabu ya Simba Sports Club, asubuhi ya tarehe nane Machi 2025 kwenye mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto anukuliwa na vyombo vya habari wakitoa wasiwasi kuhakikisha mashabiki waende uwanjani kwa sababu taratibu wa mchezo huu namba 184 ipo pale pale, hakuna kinachobadilika. Lakini licha ya tamko hilo mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana siku hiyo hiyo tarehe nane Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa kuwailisha mechi 188 kinyume na taratibu kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya uendeshaji wa Young Africans: klabu ya Young Africans kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni, kipindi timu moja inapogomea mechi au mchezo. Kamati ya uendeshaji wa Young Africans imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote Namba tatu. Kutokana na mfululizo na uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Africans imekosa imani na kamati ya waendeshaji wa ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaiomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama wapenzi na mashabiki wa Young Africans kote duniani kuendelea kuwa na utulivu wakati uongozi unaendelea kikisha, sheria, wa wa miguu, na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zitaendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji wa Young Africans. Hivi sasa ni taarifa ambayo ilikuwa eh, kubwa sana katika mitandao ya kijamii siku ya jana, Simba Sports Club kutopeleka timu katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii ni Chapesa Media, ka tayari kupata update zote za kimichezo ambazo zinazoendelea. Ni taarifa ya Young Africans eh, kupitia uh, utendaji wake, wamesema hawapo tayari kupeleka timu ataratiba ikipangwa na bodi ya ligi. Msimamo wao hupo palepale, ama lao wapewe ushindi na pointi tatu. Hii ni Chapesa Media, kaa tayari kufuatilia update zote za kimichezo ambazo zinahusu na zinatutarajia kuhusu masuala ya kimichezo hapa duniani na sehemu nyingine.